Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi ambacho kimekuwa baraka mno. Kama nilivyokuambia kwenye kipindi kilichopita, naanza kuitazama dhambi kwa namna ambavyo Yesu anaitazama, naanza kuitazama dhambi kwa namna Yesu anavyoitazama au anavyo kwambia, tutatazama vitabu vinne yaani Injili ya Mathayo, ya Marko na Luka na Yohana. Nitakwambia tunaweza kuanza vitabu chochote kuiangalia dhambi jinsi Yesu anavyoiona. Sasa tunaanza na Injili ya Yohana sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa tano. Anasema basi, palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo jina lake Nikodemo, kuwa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, rabi, wajua ya kuwa umwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu demo wakamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mama mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, Amin amin nakuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Ameni. Penda mtazamaji wangu, jambo la kwanza hapa au namna Yesu anavyoyetazama dhambi kwa mara ya kwanza, tunapoangalia hapa ni kutokuzaliwa mara ya pili. Kutokuzaliwa mara ya pili ni dhambi, kutokuzaliwa mara ya pili ni dhambi. Kwa hiyo dhambi hapa Yesu anayoizungumza hapa ni kutokuzaliwa mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, ulizaliwa tu na mama na baba itatosha, lakini hujazaliwa mara ya pili, kwako ni dhambi na hautaingia mbinguni. Kwako hiyo ni dhambi, ambapo ambayo itakufanya usiingie mbinguni. Sasa huyu Nikodemo aliuliza swali, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Yesu akamwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Maana yake wote tumezaliwa, lakini inatupasha kuzaliwa mara ya pili. Kwa njia gani? Njia ya ubatizo. Kwa njia ya ubatizo, kama hujabatizwa, kwako ni dhambi na hautaingia mbinguni. Arudia, kama haujazaliwa mara ya pili, yani hujabatizwa, Yesu anasema hautaingia mbinguni. Hayo, kwa hiyo unaona hapa Yesu anavyoitazama dhambi kwa namna ambayo sisi hatukuwa tunajua. Lakini Yesu anaiona dhambi ya kutokuzaliwa mara ya pili jinsi ambavyo haitawawezesha watu kuingia mbinguni. Kama hujazaliwa mara ya pili, kwenda mbinguni hauwezi. Mlango utakuwa umefungwa kwako, hautaruhusiwa kuingia mbinguni. Kuzaliwa mara ya pili ni mlango wa kuingiza mbinguni, mlango wako unaifunguliwa kuingia mbinguni. Lakini kama haujazaliwa mara ya pili, yaani hujabatizwa, basi ujue wewe mlango wako wa kwenda mbinguni umefungwa. Lakini hata hivyo bado una nafasi, bado una nafasi. Unaweza kufungua mlango wa kuingia mbinguni kwa kubatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nenda katika kanisa lililo karibu nawe, nenda mwambie mchungaji, nataka kubatizwa ili niingie mbinguni maana nikiwa hivi kwangu ni dhambi, na ya kwamba nitaenda jehanamu. Kwa hiyo nikushauri mpendwa, siache kwenda kwa mchungaji na kumwambia nataka kubatizwa, nataka kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo kuto kuzaliwa mara ya pili kwangu ni dhambi. Kwa hiyo nisaidie, mchungaji. Mchungaji atakubatiza na mlango wako wa kuingia mbinguni utakuwa wazi. Sante, Mungu awabarikini nyote. Kwa hiyo mmeona hapa kwa jambo hili la kwanza jinsi Mungu au jinsi Yesu anavyoitazama dhambi. Kwa hiyo dhambi ni kutokuzaliwa mara ya pili. Dhambi ni kutokuzaliwa mara ya pili. Tutaangalia na namna nyingine anavyoitazama na nyingine na nyingine. Kwa hiyo dhambi hapa tumeona ni kutokuzaliwa mara ya pili. Mungu akusaidie wewe ambaye ulishazaliwa mara ya pili uishi Ukristo. Wewe ambaye hujapata nafasi hiyo, kama nilivyosema, mlango bado uko wazi, nenda ukaingie. Nenda haraka ukaingie. Hiyo usipofanya hivyo itakuwa dhambi kwako na itakuzuia kuingia mbinguni. Asanteni sana. Endeleeni kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV. Jamani, asanteni sana wale mliofanya hivyo, Mungu awabariki sana. Na wewe fanya hivyo, ambaye bado hujafanya hivyo. Naona navyokuletea mambo ambayo yatakubariki na kubadili namna ya mtazamo wako. Tafadhali niunge mkono tu, niko tayari kukuletea na utabarikiwa sana Mungu wa mbinguni akubariki. Uingie hapo na utokapo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.